Nimalizie na nukta hii, bay'atani fi bay'a. Mtume pia amekataza biashara mbili kwa wakati moja, au kwenye biashara moja. Maana yake ni nini? Maana yake wahuwa wahu albay'u bishartin bayn akhar, ni mtu anakuuzia naye anakuwekea masharti, nakuuzia hiki kitu fulani kwa kadhaa, lakini unipe kitu fulani na mimi kwa kadhaa hii haikubaliki. Nitaleta mfano, kabituka hadhihi dara, kama vile bwana, mimi nakuuzia hii nyumba ala ay an, ala an tabi'ani hadhihi alfarasa, nataka uniuzie hii farasi. Mimi nakuuzia hii nyumba lakini nawe kwa sharti qardin au kwa sharti. Mimi nakuuzia hii nyumba kwa milioni ngapi? Kwa milioni sabini, lakini hapo hapo na mkopo milioni kumi utanipa. Kwa jumla inakuwa ngapi? 80. Kwa hiyo sabini hii ni ya kwangu, lakini kumi ni ya kwako, utarudisha, lakini ndio sharti yangu. Hii haikubaliki. Au kabitu kabaiti ala an taqradhani, alfa au, mimi bwana na kuuzia hii nyumba yangu, lakini unikopeshe shilingi ngapi? shilingi elfu moja. Alfa au bi shartin ijaratin, au kwa sharti, mimi bwana nakuuzia nyumba, lakini kwa sharti nitapangisha nyumba rumu gani fulani, mimi nitapangisha kwako kwa sharti, ah, kabitu ka kadha, kama vile nimekuuzia kitu fulani. Ala antu ajrani baituka kadha, mimi nakuuzia hii, lakini wewe kwa sababu nyumba iko barabarani, mimi nitachukua mlango fulani kwako, yani nakuwekea sharti. Hapana, mali ni yako. Baada ya kununua mimi ndio nije baadaye, sio baadaye. Ah, nimeuza nimemaliza. Sasa umetengeneza vizuri na mimi nakuja kama mtu wa kawaida bwana, na katika mdo mtu wa kawaida kuna viwili, kuna kukubaliwa na kuna kukataliwa, lakini usiweke sharti. Weka sharti ni kumbana huyu, kwa sababu wewe hujui yeye. Je, alikuwa anapangisha? na je kupangisha huku vile alivyokuwa anapangisha, akija kwao anaweza kuonea aibu, kwa sababu tayari umempa kwao. Muache huru na mali yake. au bi sharti sharika na kuuzia hii nyumba lakini mwisho ndarudi takuja kuwa washirika. Hiyo sio sahihi. Sio sahihi. Sio sahihi. Sharika inafanyika katika biashara na nyumba inakuwa ni ya mtu fulani. Ndio anaingiza shirika. Huyo anakwenda mwekezaji. Mimi ndio mwenye nyumba. Kama unataka mwekezaji, usiuze mwambie huyo anataka kununua, bwana, wewe usinunue. Unaonaje wewe mwekezaji hapa? Tutengeneze mazingira. Tupi miaka kadhaa; ikifika miaka kadhaa wewe uondoke uniachie nyumba yangu. E b Mtume amekataza biashara mbili kwenye biashara moja. Yani biashara moja inazalisha biashara mbili. Moja iliyo sahihi, moja ya masharti. Hiyo haikubali.